Ya uongo nataka William Ruto mahali yako asikie kwamba nyinyi ni watu wa DCP. Nikisema DCP unasema skiza ground, DCP, DCP! Huyu William Ruto, mumeona vile tumemsukuma kabisa. Huyu William Ruto anataka kumaliza Rigiji, ati ametuma vijana kukuja kumaliza rigiji. Yule mtu amepewa risasi ya kupiga rigiji kisiasa, ni huyu mbunge wenyu hapa, anaitwa Eric Wamumbe mm. aende asiende aende asiende. Huyu jamaa anatuonyesha madharau huyu mbunge ameoa bibi ambaye pia ni kule Muranga, ati huyo msichana ambaye sisi tumeoa hapa, ati yeye ndio anashika rungu akipiga rikiji, jameni. tunataka tufundishe huyo Eric Wamumbi kwamba bado miezi kumi na saba aende nyumbani, si ndio? Wangapi anasema aende nyumbani, aende nyumbani, aende nyumbani, aende nyumbani. Jambo la pili Wacha niwaambie, mkitaka huyu Rigathi Gashagwa aheshimike, ni lazima msimame na yeye kwa chama cha DCP. Kule Kakamega tumekuwa na by election pale Kakamega, katika ward inaitwa Kisa East. Chama cha Rigiji kilisimamisha mtu, chama ya UDA ikasimamisha mtu, chama ya ODM ikasimamisha mtu mnajua kweli kwamba yule mtu alishinda ni wa chama cha rigiji kama dcp kama dcp inaweza pata kiti kule kakamega kama dcp tulishinda kiti kule narok kama dcp tulishinda kiti kule kariobangino jameni hapa madira itatushinda kweli utasimama na DCP, utasimama na DCP. nataka kuwakumbusha, wacha niwaambie, unajua huyu William Ruto amekuwa kichwa ngumu, na yule mwanaume ambaye anaweza sukumana na yeye ampeleke nje, ambaye anaweza mfukuza ni huyu Rigathi Gachagua. Tukiangalia katika opposition yetu, The only presidential material Who can push William Ruto out of office, ni huyu Rikiji. Nataka muanze kumsupport kwa sababu sisi kule Kakamega tunasema Rikiji tosha. Hapa madhira, mnasemaje? Anatosha atoshi? Na wacha niwakumbushe, na mimi nataka kuwakumbusha historia kwamba kuna president moja alitoka hapa Nyeri. Huyo president, mnajua jina yake, anaitwa Kibaki Mwai. Huyo Kibaki alikuwa amefutwa kama deputy president na president anaitwa Moi Daniel. Mnakumbuka Daniel Moi, ambaye ni Mukalenji, alifuta Mwai Kibaki, ambaye ni Mkikuyu. Baadaye Mwai Kibaki akaja akakuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Vilevile historia pia inajirudia kwamba William Ruto ambaye ni Mkalenji alifuta kazi Rigiji ambaye ni Mkikuyu, and we are going to make sure, Rigathi Gachagua amekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Anatosha matoshi Mwai Kibaki. Tulileta free primary education. Leo hii William Ruto amekula pesa ya watoto yote. Sasa hivi watoto wetu wa grade 10 hawako shuleni, alafu anaambia ati wazazi wote wapeleke watoto shuleni ati kama wako na school fees, ama hawana uniform. Mbona anataka kuharibu shule zetu? William Ruto, tunakuambia You cannot come to Nyeri, ukuje hapa utumie 200 million kwa kupeana na kutupa pesa, na hauna pesa ya capitation. Tunakuambia wewe William Ruto, mezoea kwamba tukifanya maandamano anatuma polisi atupige risasi. Nataka kukuambia William Ruto kwamba maandamano ambayo tutakupangia this time round tutapanga namna hii kwamba watoto wetu wa primary school tutawaweka mbele, watoto wa junior secondary school wawafate, watoto wa senior school wawafate wazazi tukue mwisho, tuone kama utaua watoto wetu. Huyu jamaa amekula pesa ya kila kitu, na mimi nawaambia, mimi nilikuwa secretary general wa chama cha UDA, haki ya mwenyezi Mungu, huyu mtu ni mwizi. Mimi nilikuwa na yeye, huyu mtu ni nani? Nikisema William Ruto nasema mwizi. William Ruto, William Ruto! Kasogo aende asiende apotee asipotee, huyu jamaa ni seme nisiseme. Huyu jamaa alitudanganya baada ya maandamano ya Gen Z, akasema ati anaunda kamati ya kulipa zile familia ambazo zilipoteza wapendwa wao mpaka leo navyoongea sasa hivi hakuna mtoto yoyote ambaye alipoteza maisha yake familia yake imelipwa. Tunataka kukuambia wewe William Ruto, mulikaa chini na Raila Odinga Kama Mama Aida Odinga kazi, tungependa kukuambia wewe William Ruto kwamba Raila kama angetaka mke wake apate kazi angemwandika kama bado wako hai. Munakumbuka Raila alitaka watu walipwe, sisi tunaambia William Ruto tumekupatia ultimatum ya mwezi mmoja kama hautakuwa umelipa wale majensi ambao walikufa, wakina Rex Masai, tutarudi kwa streets, tuhakikishe wewe umelipa hizo familia, tukomboe Kenya. Tusikomboe wangapi? Wanasema tutarudi, tutarudi, tutarudi. So mimi nawaomba jameni, I am begging you. Watu wa karantina mimi ni Mluya, mimi natoka Kakamega, mimi damu yangu ni ya Kiluya, lakini mimi naamini uongozi wa kijana wenyu huyu. Kameni, msimwangushe, msiachilie Rigiji, musikubali watu wakuje wa wamtukane. Mimi nasikia watoto wenyu hapa wa ndio wanamtukana, iko mama fula. Simpatie ampatie adabu huyo wa Muchomba. Tunataka kukuambia wewe wa Muchomba kwamba wachana na rigiji, na kama hautawachana na rigiji, tutakuambia na tutaambia wananchi ile kitu ulifanyia mtudho, kwa sababu wewe ulinyang'anya bibi ya mtudho mtudho, ukavunja familia ya mtudho Nitoboe ni msitoboe ni? wewe wa Muchomba tunakuambia, wachana na rigichi, wachana na rigichi. Vile ulivunja familia ya Mutudho, usidanie utakuja kugusa Mama Dokas. Mama Dokas is no nonsense. Sasa mimi nawaomba jameni, Musimame na huyu mtoto wenyu, msimame na Rigathi, msiruhusu mtu yoyote amtukane. mimi ni Mluya na mimi namtetea. Sasa wewe bro wake, sasa wewe kuzo wake, si umenisikia? Sasa mimi nataka mnihakikishie. Nikisema DCP mnasema sikiza ground DCP D! Aya, na sasa mimi narudi Kakamega Itarudi peke yangu hivi, simunipatie kama mtu bwana, simunipatie kama mtu. <laughs> munipatie Kanjeri si ndio? munipatie Kawashira si ndio? munipatie Kawabutira si ndio? Haya, asanteni na Mwenyezi Mungu awabariki.